Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana leo niko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho amekizungumza huyu hapa si mwingine bali ni Harmonize Konde Boy. Eh, bwana Harmonize amezungumza kuhusiana na listi ya wasanii ambao yeye mwenyewe anawakubali. Katika listi hiyo bwana, ni kwamba imewaacha watu wengi sana mdomo wazi kutokuelewa kwamba kwa nini ametaja wasanii hawa, wakati tunajua kabisa kuna wasanii kadhaa ambao walikuwa wana deserve kutajwa na tunajua kwamba wanafanya vizuri, lakini kwa upande wake yeye Harmonize Konde Boy ameona kwamba ni busara zaidi kuwataja hwa ambao yeye amejisikia kuwataja, umeona bwana. Kwa hiyo list ya wasanii ambao yeye anawakubali, wasanii watano wakali kwa mujibu wake, amemtaja amewataja wasanii ambao kidogo tunaa kama vile ni chipukizi kwa namna moja au nyingine. Hajataja kabisa generation ya wasanii ambao wanafanya vizuri kwa sasa hivi, umeona na hicho ndo kitu ambacho labda kuna watu walikuwa hawaja, hawaja notice kwa sababu kuna watu wameanza kukomplain kwamba bwana, katika listi ya Harmonize ambao ametaja wasanii wakali watano, kwa nini Diamond hajamtaja? Umeona bwana eh? Kitu ambacho kimeshangaza watu wengi sana, wakati ukiangalia tu listi, the way ilivyo inajieleza kwamba Konda alikuwa amefocus zaidi na hii new generation ya mziki ya wasanii wa, wa mziki wa Bongo Flavor na sio ile old generation ambayo generation ya mbapo, yeye, wa ambapo yeye ametaja wasanii wachache ambapo namba moja amesema kwamba ni Ibra, ndio anaongoza. Namba mbili ni Vanilla. Namba tatu ni D Voice kutoka WCB. Huyu Vanilla ni kutoka King's Music Record. Na Ibra ni msanii kutoka katika lebo yake ya Konde Gang, lakini pia vile vile, ukija kwenye upande wa namba nne ni Platform, ambaye huyu yeye ni independent artist, na namba tano ni Yami. Huyu ni msanii wa kutoka The Princess Records ambayo ni ya Nandi, umeona, The African Princess. So hivyo ndivyo situation ilivyo, na hiyo ndo list ya wasanii watano ambao Konde amewataja kwamba hao ndo wasanii wake bora zaidi. Meona bwana. So hapa wadau mbalimbali wamekuja kuweka maoni yao. Kwa mfano kuna mtu anasema bwana, bado hii list bado haijashiba. Kuna mtu mwingine vanilla, kiukweli ni msanii mkali. Kuna mtu mwingine mngine, amao kwa divoice, kiukweli umetuangusha singeli hapo kwa divoice umegusia upande wa singeli, bongo flavor akacheze kwao. Kwa mtumigini sema kwamba bwana, alichozungumza Harmonize amepatia 100% kweli, hao wote ni wakali. Kwa mnasema kwamba bwana, hao wasanii aliowataja ni wakali kwenye upande wa upcoming au kwa kuibwana, asingeanza na Ibra